Kampeni za uchaguzi mkuu nchini Tanzania zinaendelea kushika kasi katika mikoa mbalimbali, huku vyama vya siasa vikiwasilisha sera zao kwa wapiga kura. Lakini huko mkoani Mtwara, kusini mwa taifa hilo, baadhi ya wananchi wanaoishi maeneo ya vijijini wamekosoa mwenendo huo wa kampeni wakisema zimekuwa mbali na changamoto halisi wanazokabiliana nazo. Taarifa zaidi ni kutoka kwa Salma Mkalibala. Wakizungumza na DW Swahili kwa nyakati tofauti katika vijiji vya Majengo Nanguruwe na Tangazo wilayani Mtwara, wananchi hao wamesema licha ya hamasa ya uchaguzi kuongezeka, wengi bado hawajapewa nafasi ya kusikia sera zinazogusa moja kwa moja uhalisia wa maisha yao na changamoto wanazozipitia, kama anavyoeleza Cecilia Antony kutoka kijiji cha Nanguruwe na, na Hussein Banda wa kijiji cha Tangazo. Kwa sisi huku kwetu tunatamani wagombea waje waje kabisa watusikie sisi wananchi tunasema nini au tunahitaji nini kwao mimi ninachojua kampeni mtu ana anaongea sera zake baadaye lazima tupewe tuambie bwana wewe ulizeni maswali lakini nashangaa kwa mwaka huu hata mgombea mmoja aliosema bwana uliza maswali au muulize maswali tukauliza aidha kwa upande wa kundi la wanawake ambao wafungamani na vyama vya siasa wanasema mara nyingi sauti zao hazisikilizwa wakati wa kampeni za uchaguzi huku changamoto zao za kila siku zikibaki bila kushughulikiwa. Vijana nao wanataka kampeni zenye maudhui ya sera badala ya maneno ya malumbana yaliyojaa kashfa na chuki dhidi ya wagombea, hasa wale wanaowania nafasi za udiwani na ubunge. Kuna baadhi ya vyama vingine, kidogo inaonyesha kwamba ni kushambulia wapinzani wenzao tu, yaani wale wa vyama tofauti na vyama vya kwao wao, lakini hawajatoa sera ambazo sisi kama wakazi wa maeneo wa haya kwamba ndo ndikiu kiu ya maendeleo au ni kiu ya kile tunachokihitaji baada ya wao kupata nafasi zao za uongozi. Mchambuzi wa masuala ya siasa Batadhari Komba anasema mitazamo hiyo inaonyesha pengo kubwa la mawasiliano kati ya wagombea na wananchi wa vijijini. Moja ya dhamira ya demokrasia kuleta watu wengi ili kuwe na machaguo mengi ya wananchi, lakini kwa hali inayoendelea inayo sasa eh, inaonekana kabisa ya kwamba maana halisi ya demokrasia inafifishwa hata hivyo baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wanakiri kuwa wagombea wao hawajawafanikiwa kufika katika maeneo ya pembezoni kutokana na changamoto za kifedha na kuongezeka kwa siasa za utandawazi zinazozingatia zaidi maeneo ya mijini, kama anavyoeleza Saidi Kulaga, katibu wa chama cha wananchi kafu, mkoani Mtwara. tumasikini kama hivi bado huu utandawazi haujawezesha kumfikia mtu wa wa ngazi za chini kabisa hasa walioko kule vijijini kwa ndani. Kwa mujibu wa rekodi za tume ya taifa ya uchaguzi Jumla ya vyama 17 vimesimamisha wagombea wa urais katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29. Hata hivyo, hadi sasa ni wagombea wasiozidi watano pekee waliowasili mkoani Mtwara kunadi sera zao. Kutokea hapa mkoani Mtwara, kusini mwa Tanzania, mimi ni Salma Mkalibala wa DW.